Ndugu Larry Ellison, mwanzilishi wa kampuni ya teknolojia, uh, Oracle na mmoja wa mabilionea wakubwa duniani, anatajwa kuwa si mfanyabiashara wa teknolojia peke yake, bali pia ni muhimili muhimu katika miundo mbinu inayounga mkono Israel na sasa anahusishwa na juhudi za kudhibiti simulizi linawafikia watu kupitia vyombo vya habari. Mfadhili mkubwa wa jeshi la Israeli, yani IDF. Ndugu Edison ndiye mfadhili binafsi mkubwa zaidi wa IDF na ameshatoa mamilioni ya dola, ikiwemo rekodi ya dola milioni kumi na sita nukta sita kwa taasisi ya Friends of the IDF, yani yaani, marafiki wa karibu wa, wa jeshi la Israeli. Urafiki wa karibu na Netanyahu anamchukulia waziri mkuu wa Israel ndugu Benjamin Netanyahu kama rafiki wa karibu na hata alikisha kumpa nafasi ya kuwa mjumbe wa bodi ya Oracle. Safra Catz na msimamo mkali wa Oracle. Mkurugenzi mtendaji wa Oracle ndugu Safra Catz, ambaye pia ni Marekani mwenye asili ya Kiyahudi, aliliambia wazi kundi la wafanyakazi waliokuwa wakipinga msimamo wa kampuni kuhusu Israel kwamba wanaweza kuondoka akisisitiza kuwa uungaji mkono wa Oracle kwa Israel ni wa kiwango cha juu kabisa. Udhibiti wa vyombo vya habari, ndugu David Ellison, mwana wa Larry Ellison, sasa ndiye anayeshikilia usukani wa CBS News, huku familia hiyo ikiwa katika hatua za mwisho za kuinunua CNN. Mpango wao unadaiwa ni kumweka Barry Weiss, mtetezi mashuhuri wa Israel, kwenye nafasi ya juu ya uhariri ili kuhakikisha mtazamo wa upande wa izi unatawala taarifa zinazotolewa. Kuchukua udhibiti wa TikTok, ndugu Edison pia ni sehemu ya muungano unaopanga kuinunua TikTok, mpango unaunga mkono na Rais Donald Trump. Wataalamu wa siasa wanasema sababu kubwa ya hatua ya Marekani kulazimisha mauzo ya TikTok ni hasira juu ya jinsi jukwaa hilo ambavyo linavyokuwa uh, uh, sehemu muhimu ya kusambaza maudhui ya kuunga mkono Palestina. Wachambuzi wanasema lengo kuu ni dhahiri: kwanza kufadhili vita, kisha kununua majukwaa muhimu ya habari na mitandao ya kijamii, ili kuhakikisha umma unasikia upande mmoja wa simulizi. Hatua hizi uh, zikithibitishwa, zitaathiria si tu ushawishi wa kifedha bali pia jitihada za kudhibiti mitazamo ya kimataifa kuhusu mzozo wa Gaza na taifa la Israel. Hali hii inaleta mjadala mkubwa kuhusu uhusiano wa vyombo vya habari, ushawishi uh, wa mabilionia katika siasa za kimataifa, na hatari ya kupotea kwa simulizi mbadala katika vyombo vya habari vya arusini, uh, kwa mamilioni ya watu wote duniani.